Tazama sasa gazeti ya Nipashe y mwanga wa jamii, lenyewe limeandika matumaini mapya, wagonjwa wa figo, gharama za usafishaji damu kushuka, foleni kupungua, kisa ongezeko mashine. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Uwekezaji mashirika ya umma wapaa miaka minne, Rais Samia. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika simulizi, msomi anayeunga mkono VETA. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. Kamati yapendekeza marekebisho ya sheria kuwa bana wageni. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Kamati iliyoundwa kuchunguza wafanyabiashara wa kigeni Kariakoo imependekeza marekebisho ya sheria ya uwekezaji mwaka elfu mbili na ishirini na mbili ili kuwa bana. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Habari nyingine zilizopewa kipaumbele kwenye gazeti Nipashe ni wasakwa na polisi tuhuma wizi wa mafuta kuchoma gari. Habari katika ukurasa wa tano mchungaji afungwa jela kwa uvamizi. Habari katika ukurasa wa saba. Kagame na Tshisekedi wakutana uso kwa uso. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19, lakini vya gazeti ya Nipashe ukurasa wake wa mbele michezo limeandika bodi ya ikana Yanga dabi bara itarudiwa. Habari katika ukurasa wa 24, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Nipashe mwanga wa jamii.